Bora usiseme ah, <laughs> baya ya mtu. Sasa lozi, sijajua John kama anashuka ntajua mada

Nijaona ana anafanya nini, ujui hiyo shule anaenda, ataenda kama amevaa uniform ya shule yenye, alikuwa ati hakuna kwenda na nini ya humu. So nilikuwa nimepeana, nikaendea blouse na sweta na skata, vaa hiyo siku alafu nirudishe

Wapea, kidogo, uko shule, pesa <coughs> <coughs> unajua wanasema aje dhomi si mm, na deni najua ni ajaribu ho sijui kama ameharibu kitu wanasema <coughs> mwenye ameharibu kitu hatapewa. Sasa unajua tuwezi jua watasema nini. But mimi sina deni. Naona hata watoto wetu wakimaliza, kama maarifu kitu upewangi. Hata kama kuna deni upewangi. Hata si walikuwa wanatufanyia hivyo. Hata kama umetupa hospitali upewangi; ulikuwa unalipa, ndiyo anapewa. Hiyo customer ni Mungu, kama umeoshwa sasa mimi nikizaa tena nitazaa mapacha ndio wanipeleke mara moja. Umesikia hapo? Ama nirudie? Naweza subua Mama Abunali na Rozi kikujao nawakwamilia